Ni ngumu sana kumfundisha mtoto wako, ama ni ngumu sana kumfanya mtoto wako akapenda kitendo ama tabia ya kupiga mswaki kama wewe mwenyewe utakuwa sio mfano mzuri kwake. Sasa iko hivi a, katika saikolojia ya kawaida tunasema kwamba mtu yeyote anaweza kuadapti tabia ama kukopi tabia kutoka kwa watu wa aina kubwa tatu. Mtu wa kwanza ni mtu aliye karibu yake. Lakini mtu wa pili ni wale watu wengi, kwa mfano jamii inafanya nini. Mfano unaangalia eh? Uh, kwamba jamii yangu mimi inafanya nini. Ukiona kitu kinafanywa na watu wengi unafahamu ndio kitu hicho ni cha uh, kitu hicho kinakuwa ni cha kweli. Lakini mtu wa mwisho na watatu ni watu wenye nguvu, e, powerful, eh? Nikizungumzia kwa mfano aa uh, ukimuuliza mtu yoyote kwamba unataka kuwa tajiri kama nani? Haraka haraka kwa Tanzania atakwambia nataka kuwa kama Mo, unataka kuwa kama GSM. Why anataja hayo ma, majina ni kwa sababu ni watu ambao wanaonekana wako powerful, they are wealthy. Kwa wale watu ni wana nguvu ya kifedha eh. Ukimuuliza mtu anataka kuwa mwanasiasa mkubwa kama nani? Atakwambia labda Nyerere. Why? They are powerful, these people are powerful. Sasa kama unataka mtoto wako na yeye aweze uh, aweze kupiga mswaki vizuri, hakikisha wewe mtu uh, wewe ambao uko karibu yake, mzazi wake, tengeneza tabia ya kupiga mswaki, kwa maana ya kwamba aone wewe unafanya hicho kitendo. Halafu baada ya kuona anafanya hicho kitendo, itakuwa ni rahisi kwake kufanya hicho kitendo, na kupiga mswaki kwake itakuwa ni rahisi. Watu wengi tunajikuta tunakuwa uh, tuna, tuna, tuna katika mtego wa kutokupiga mswaki usiku, hasa sisi ambao tumezaliwa na wazazi ambao walikuwa wapigi mswaki, ni kwa sababu tu wazazi wetu wenyewe au watu wetu wa karibu walikuwa hawafanyi hicho kitu lakini assume leo hii mtoto wako mdogo wa miaka miwili mwaka mmoja anakuona baba na mama kila siku usiku mnapiga mswaki, ni rahisi sana huyu mtoto akapiga mswaki. Kwa hiyo usisubiri kuanza mpaka mtoto wako akue mkubwa, anza sasa hivi ambapo mtoto bado ni mdogo, kama una mtoto mdogo, lakini hata kama sio mdogo sana, anza sasa hizi kupiga mswaki, mtoto wako atajikuta anakuiga. Kwani ni mambo mangapi ambayo wewe mtoto wako ameigilizia kutoka kwako? Kiukweli ni mengi. Kwa hiyo hata hili pia anaweza akafanyaje aka, aka akakuigirizia. Sasa, aa, wewe niambie eh, mtoto wako wa miaka miwili, miaka mitatu, miaka sita, miaka tisa anapiga mswaki usiku?